Kampuni ya Hayles iliyopewa jukumu la usafi kwa kushirikiana na kikosi cha JKU na KMKM katika maeneo ya mkoa wa mjini Magharibi wameziomba baadhi ya taasisi za serikali kuzipa mashirikiano katika kuhakikisha jukumu walilopewa na serikali la usafi linaweza kufanikiwa kwa ufanisi. Akizungumza wakati wa usafi katika maeneo ya baraza na pembezoni mwa nyumba za Michenzani, Meneja mkuu kampuni ya Hayles Tanzania Alan Sudi Wekesha amesema zipo baadhi ya taasisi zinapaswa kutoa mashirikiano ikiwemo shirika la nyumba na mamlaka ya maji Zanzibar ZAWA, kwani maeneo hayo yamekuwa na tatizo kubwa na uvujaji wa maji pamoja na kufurika kwa makaro. Ameeleza kuwa maeneo hayo yamekuwa yakituwama maji machafu ambayo hutiririshwa kutoka katika nyumba hizo za michenzani pamoja na baadhi ya miundombinu ya maji kuvuja, jambo ambalo naweza kuhatarisha usalama wa afya wakaazi wa maeneo hayo. Hali ya usafi wa mazingira ni mbaya sana kweli. Wananchi na wakazi wa michenzani wamezembea sana na wanamwangusha mheshimiwa Rais. Tunaomba tushirikiane sisi sote kweli, tuwe wazalendo. Hili hali hii kweli haifurahishi na hai, yaani ni aibu tu kwa mheshimiwa Rais. Sisi sote tunaomba tuungane sote, tutunze mazingira yetu na tuyaweke yawe safi na ya mfano. Kile ambacho tunakiona kwenye haya majumba ya Michenzani, wale watu ambao wanaishi kwenye haya majumba ukiwaona wakishuka ndani ya kutoka kwenye haya majumba kweli wanapendeza sana, lakini yaani inasikitisha sana, nashangaza sana hali hii. Lakini wale ambao wanatoka kwenye haya majumba kwa eh, kweli kwa kweli, tubadilike. Naomba sana tubadilike. Watu ni wasafi, lakini mazingira ni mabovu sana. Haya hivi kweli itakuja leta magonjwa ya malipuko na itaigharimu serikali hela kubwa sana, kwa sababu ya nini? Kwenye matibabu ya watu. Sasa kweli tubadili kama tulivyo wasafi Mkurugenzi Idara ya Uratibu Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa Bi Zainab Khamis Kibwana amesema maeneo hayo yamekuwa na changamoto kubwa ya uwepo wa maji machafu pamoja na kuegeshwa magari pembezoni mwa barabara, hivyo watahakikisha wanaungana kwa pamoja na taasisi zinazohusika katika kuondoa changamoto hizo. Katika kazi hiyo ya usafi tumegundua kuna changamoto za uvujaji wa maji machafu ambayo a nyumba hizi za maendeleo za Michenzani. Kwa hiyo jitihada tunaendelea, tutaenda kuchukua zaidi na aanaziauona taasisi zinazozika taasisi mesimamia uh, maendeleo ya nyumba za Michenzani, baraza la manispaa wa na kampuni kikosi kazi sote, kuweze kushirikiana kuweza kuondosha hii swala zima la utiririshaji wa maji machafu pamoja na taka kuwekwa kwenye barabara au suala la kuegesha magari kwenye barabara. Kwa hiyo tutaendelea kuchukua juhudi hizi, na usafi ni jambo endelevu, na tunaomba wananchi wote kwa ujumla wakia ushirikiano katika kusafisha. Tuanze ndani ya nyumba na nje mazingira yanayotuzunguka, tuhakikishe weku Shegha wa shehia ya kisima Majongo, jacobo jacobo Mwakengele, amesema hali ya maeneo hayo ni mbaya, hivyo ni vyema kwa serikali kusaidia katika eneo hilo kutokana na changamoto kuwa kubwa, jambo ambalo wananchi pekee hawatoweza kukabiliana nalo. Tumeletea timu <tikali> ya vikosi kutoka serikali kwa ajili ya kuimarisha usafi katika maeneo yote ya Michenzani, lakini hali halisi ndo kama inavyoonekana. Michenzani hali ni mbaya hasa kwenye maeneo ya makaro, makaro yameharibika kwa kiwango kikubwa, yanahitaji kufanyiwa marekebisho. na kukweli, kwa kweli mimi nitoe hima tu kwa na shirika la nyumba pamoja na a, manispa ya mjini ambao tumekuwa tukishirikiana nao mara kwa mara katika kuweka sawa miundombinu ya maji machafu. Kwa upande wa shehia tumefanya jitihada kubwa, kwanza tumetoa taarifa katika mamlaka husika ili waweze kuja kuona na kuweza kufanya marekebisho. Watu wanashughulika na maji zao pia, ningeweza kutoa wito waje tukague maeneo haya, kwenye matenki kwanza. Kuna kazi ya matenki, maji yanajaa, watu hawakuweka maboya, maji yanamwagika, yanafika mpaka barabarani. Lakini pia kutokana na bomba zao kuwa chini ya maji haya machafu, inawezekana kukawa kuna leakage, na kunaweza kutokea mlipuko kwa sababu watu wanatumia maji ya mabomba lakini bomba za maji zimelala chini ya maji machafu. Yeah. <laughs>